I ustawi digital jamii yenye ustawi furaha yetu katika kukaribisha mwaka mpya 2026. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuonyesha kwa vitendo dhamira yake ya kulinda na kuimarisha ustawi wa makundi maalum hususan watoto na wazee kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Daktari Dorothy Gwajima ametembelea Makao ya Watoto ya Huruma pamoja na Makao ya Wazee ya Tushikamane Pamoja Foundation yaliyopo Manispaa ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Akakutuma wizara yangu pamoja na viongozi wenzangu tuende kwenye baadhi ya vituo tukawape zawadi kidogo za mkono wa heri ya mwaka mpya kutoka kwa mheshimiwa rais mwenyewe. Dr Samia Suluhu Hassan anawapenda sana watoto wote na anawatakia heri ya mwaka mpya. Akizungumza na wakazi wa makao hayo waziri amesisitiza kuwa serikali inaendelea kuweka kipaumbele cha juu katika kuhakikisha watoto na wazee wanapata huduma stahiki, ulinzi na haki zao, mazingira salama na kuishi maisha yenye heshima na utu kwenye kipindi hiki cha pili cha serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Muwe na tumaini, muwe na furaha, muwe na amani, kwamba hamja atwa nyuma. Tuko pamoja na nyinyi. Aidha, kamishna wa ustawi wa jamii Tanzania, Dr. Nandera Muhando, ameeleza kuwa wizara itaendelea kushirikiana na maafisa wa ustawi wa jamii nchini kote ili kufuatilia kwa ukaribu hali ya makao ya watoto na wazee, kusikiliza changamoto zao na kuzitatua kwa njia endelevu. Nia ni kuatia moyo watoto na hasa kwenye kuhakikisha kwamba watoto hao wanapata malezi sahihi ambayo yanaangalia yale mambo makubwa ya matunzo, haki zao waweze kupata elimu, masuala ya kiafya, lakini pia ili watoto wetu waweze kuwa na malezi bora yenye maadili mema ya Kitanzania. Na kwa upande wao watoto na wazee wa makao hayo wameshukuru serikali kwa kuendelea kuwajali, huku wakimtumia heri ya mwaka mpya 2026 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na dua za afya njema na mafanikio katika kuliongoza taifa. Niwashukuru viongozi wa serikali ambao wametembelea siku hii ya leo kutoka wizarani huko, kwamba kwa kweli sisi wazee tunakubali kabisa pasenti mia kwa mia kwamba serikali yetu siku hizi inatujali sana, inatujali na inatupenda na inatusikiliza ndio maana mara kwa mara huwa mnakuja kuja kututembelea hapa. Mimi ninaamini na wazee wenzangu kwamba hizi ahadi ambazo zinatolewa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanikisha. Hii ni Tanzania inayojali na hii ni serikali inayogusa maisha ya wananchi wake. DSM, ustawi digital. Jamii yenye ustawi, furaha yetu.